Yes, nataka kusema wakati Yesu aliingia katika Jerusalem, aliangusha katika hekalo, aliangusha meza wale waliokuwa wanauza vitu, akaangusha chini, katika kitabu cha Mathayo hmm? Matthew aliangusha kila kitu, na luk Luke, Luke 11:15, alipoingia hekaluni aliangusha meza na akaangusha hizo mapeza zote, kila kitu na akawaambia kwamba nyumba ya Mungu itaitwa nyumba ya kuambudia, mbali nyinyi mmeifanya pango ya wanyang'anyi. Naongea wakati kanisa la Yesu limepanywa pango la wanyang'anyi hmm? Limepanywa Mathayo 21. Mathayo 21, first 12. Yesu aliingia ekaloni akaangusha hizo meza akaangusha hata walikuwa nauza fedha akaangusha chini na hizo ndavu njiwa na akawaambia kwamba mmefanya nyumba ya Baba kuwa pango ya wanyang'anyi bali inapaswa kuwa nyumba ya maombi. Naongea wakati kanisa imefanywa nyumba ya biashara, hata meza ya Bwana inapeanwa na pesa. Sakaramendi ile Katoliki mnajua waliheshimu hata mtu angeitanja ama kuibeba. Sasa inapewa watu hawajaokoka wa wakitembea kwa makanisa hii ya, ya wanapewa na pesa hiyo. Unasikia mwili ya Yesu ukikula, maandiko inasema mwili wa Yesu tunakula, katika kitabu cha ja Wakorintho wa kwanza kumi na tatu tunakula kwa sababu Isali wa 23 tunakula kwa sababu ya kumkumbuka Mungu, si kwa sababu ya miujiza. Tunakumbuka Yesu alikufa akamwaga damu kwa ajili ya kutukomboa. Sasa nyumba ya Mungu imebanywa pango la wanyang'anyi, mnauza mafuta, mnauza maji, mnaambiwa uongo na mitume ya uongo mahali mmepika, mmekusanya pesa wakati wa kutosha. Yesu sasa ameingia, ameko pamoja nami. Maandiko yanasema na wivu wa nyumba ya Mungu utanikula. Mimi wifu katika nyumba ya Bwana unanikula, ninapoona waumbiri wazima wameumbiri miaka mingi wakiwa tu bado. Unataka ukufe ukiwa unadanganya watu? Geukeni na mbadilike, tubuni dhambi zenu na tukamgeukia Bwana Yesu. Leo hii anaingia hiyo kanisa yako hiyo hiyo ministri yako, anaangusha meza, anatandika wanaofanya biashara pipoko na kusema ya kwamba nyumba ya Mungu ni ya maombi. Wacha tufundishe watu kuomba. Najua kuna mhubiri aliniambia kwamba watu wakifundishwa kuomba hawatatoa pesa. Ee, fundisha watu kuomba na uwafundishe umuhimu wa kutumikia Mungu. Wakati wa mitume watu waliuza shamba zao wakapeleka kwa kanisa wakulazimishwa. Lakini sasa lazima uuze mafuta na maji, ukanyangishe watu mafuta